Kuelezea mamlaka na wajibu wa waziri mkuu kama ilivyoainishwa kwenye ibara ya 52, ba, 52 ibara ndogo ya kwanza pia na tatu ya katiba. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Bunge, leo hatutengeu hatutengui kanuni za Bunge sababu anayeleta hati hiyo ni mwanajeshi ni na ni askari, na wao wanafusha kuingia ndani kwa mujibu wa kanuni zetu, namomba musika edisi aingie ndani.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 Waheshimiwa wabunge, kwa vile jina, jina hili likija hapa ni siri, naalisha bunge kwa nusu saa ili katibu akandae, na sitisha bunge nusu saa ili katibu akandae ballot paper.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 ili ye aende kukijenga a, chama lakini, baadaye tulipokuwa jamhuri mwaka elfu moja tisa mia sitini na mbili uga ukarejea kwa mzee Kawawa na Julius Kambarage Nyerere yeye akawa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Hivyo basi, wale wote waliopita katika uga huo kulifanya taifa la Tanzania kufikia hapa lilipo, Kwao ni kongole. Na yeye atasimama kama kiongozi wa shughuli za serikali hapo bungeni, na tunasema ni kiranja ambaye atakuwa uh, kiunganishi baina ya serikali ya Tanzania lakini pia na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tupitie baadhi ya, wa, ya, ya, ya wale ambao wamepata kuhudumu katika nafasi hii kama mawaziri wakuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hadi hivi leo, kutajwa kwa jina la Mwigulu Lameck Nchemba ambaye hata, kama akipitishwa na bunge hapa basi atakuwa anachukua mikoba ya Kassim Majaliwa Majaliwa ambaye mwaka elfu mbili na kumi na tano bungeni hapa pia lilitajwa jina lake akapita hapa wabunge wakamthibitisha, na hatimaye katika uongozi wa awamu ya tano ya, ya Dkt John Pombe Magufuli yeye akazishika hatamu za kiuongozi kwa mwaka huu wa elfu mbili na kumi na tano lakini uh, Rais Samia Sulu Hassan baada ya kifo cha Dkt John Pombe Magufuli akaendelea kumwamini uh, waziri mkuu Kassim Majaliwa na amehitimisha naye kwa mwaka huu wa uchaguzi, na tukiendelea na ungwe nyingine ya awamu ya pili ya uongozi wa serikali ya awamu ya sita ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, tukitoka kwa Kasim Majaliwa Majaliwa, tunafahamu Mizengo Kayanza Peter Pinda, yeye alikuwa ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia mwaka elfu mbili na nane mpaka mwaka elfu mbili na kumi na tano Tunafahamu pia alichukua nafasi hiyo ya kiuongozi kutoka kwa Edward Ngoyai Lowasa ambaye alijiuzuru mwaka elfu mbili na nane, akiingia madarakani mwaka elfu mbili na tano katika uongozi wa awamu ya nne wa Jakaya Mrisho Kikwete. Kwa hiyo hao wamefanya kwa nafasi zao katika uh, na katika kuhudumia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na jina hili la Mwigulu Nchemba limekuwa uh, likisubiriwa ni nani atakuwa mahoteo. Yalikuwa ni mengi, sio mitandaoni, sio kwenye vijiwe vya kisasa vya hivi sasa vilivyokuwa vinasubiri ni nani ambaye atakuwa waziri mkuu. Kwa hiyo kilichobaki hapa ni wabunge wenyewe kama wakiamua, uh, wampitishe kuwa waziri mkuu, basi nafasi inayosalia kuwa kwenye ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, maisha ya Watanzania kumshuhudia waziri mkuu ajaye, uh, itakuwa ni